Kwa majina anaitwa Bakari Mwaimu, mwenyekiti wa soko namba 68. Ndugu mwandishi wa habari, tunashukuru sana kufika. Wakati huu wa mvua mmeweza kuja kututembelea wakati mwafaka kabisa, kwa sababu hii kipindi ni kipindi cha mvua, na nadhani kama unavyoona kwamba soko namba 68 tumejipanga kuhakikisha kwamba ndani ya soko watu wanafanya biashara zao kwa kitukio ya mazingira masafi, lakini kidogo kuna tatizo nje ya soko ambapo kuna kontena la taka. Ile kontena la taka wiki nzima inadhani mataka alijaa pale kwenye kontena, jana gari limekuja ikabeba. Baada ya kubeba kidogo, leo hali ni nzuri, lakini bado pia vilevile pale pana kampuni ambayo wananunua yale maganda, tuseme matunda leo haribika, wanaweka nao ofisi yao pale pale. Ile nadhani mkurugenzi aangalie kwamba ikiwezekana wale watu watafutie sehemu ya kwenda kuweka mataka yao ili libaki kontena la taka ambalo wafanyabiashara wakitoa mataka yao hapa ndani waingie pale kwenye kontena ili kwa naba kubebwa. Lakini pemekuwa pana nanii mbili, mmoja wafanyabiashara wanaweka mataka kwenye kontena, ya pili kuna vijana ambao wao huwa mara nyingi wanauza yale ma... maganda matunda. Sasa pale nao wamefanya kama kuta, kijue chao cha kuweka kwao. Unakuta gari ikija ikichukua mataka yale kupeleka dampo, huku nyuma bado utaona kuna mataka na mingine hakimataka ya yale ni yale ambao vijana ambao wanachukua wanauza ambayo anakwenda fanywa vitu vingine huko mbeleni. Kwa hiyo mimi nadhani ni kumuomba tu tumshukuru sana kwanza mtendaji wa Kata Elvorosti na bibi afya wa Kata Elvorosti huwa eh, mara nyingi asilimia kubwa tukiona kuna tofauti tu huwa tunamshtua, basi anakuja hapa, anasimamia hapa, anakuwa pasafi. Hata juzi alifika hapa na akamlisha watu wafanye usafi, na kwa kufanya usafi ni kama hivyo mliona hivyo. Lakini kipindi cha mvua ndio kidogo hata umefanya usafi sasa hivi ukija saa kumi tuona tofauti, kwa sababu panajaa maji yanatwama na, ya pale ndio asilimia kubwa unaona kama ni uchafu huko pale. Kwa majina naitwa Joyce Alex ni mwenyeji wa Kilombero, anafanya na biashara maeneo ya Kilombero. Ukweli haza tunayoipata hapa kuhusu matakataka ni kubwa sana maana siku mara nyingine yanachelewa kuchukuliwa yanajia mpaka anamwagika hapa chini. Hali ya hewa inakuwa ni nzito. Kwa hiyo kwa kweli, kwa ujumla, kuna adha tunayoipata. Juma Kibonge almaru, naitwa Abdu Maulidi Juma Kibonge almaarufu, jina langu ambalo najulikana ni double double, dereva wa isi za uswahilini mpaka mapambazuko. Bwana mimi hoja yangu kubwa, adha yangu kubwa ni kuhusu ile dampo la hapa, inatuumiza sana. Kwanza ni harufu na kwa mbaya, hatawezi hata hao hata mama wanapanga vitu hapa vinakuwa havina mwelekeo bwana, hata chakula cho hii, maana yanaviuza ni vyakula. Sasa so, ukiangalia na, na solution hii hapa, yaani nitaleta nani, mbaya sana kuhusu magonjwa ya tumbo au mtiririko magonjwa ya kum, m, m, milipuko maana kule wangekuwa wanachukua kwa wakati, na kutokana na mvua hii zinavyoonyesha, kweli inakuwa ni mbaya. Ukiangalia mwenyewe, angalia nani, yaani hapa wamama wamepanga vyakula hapa, na hivi vyakula mimi vya kwa jina naitwa Zaituni Juma Msegeti. Mimi mfanya biashara, nauza vitafunio hapa. Kuna harufu kali, mimi sipendelei kuzungukia maeneo haya kwa ajili ya hii baa, nazungukia tu huko ndani ndani Kunakuwa na harufu kali tu hapa na vitu vya kula ni vitu tofauti.